Unaweza ukamtikisa mtu yoyote, nchi ikabaki tulivu, lakini ukimtikisa rais nchi inatikisika. Tunaelewana hapo? Ni lazima tumwombee rais wetu eh. Hiyo kitu inawezekanaje? Hiyo kitu inawezekanaje? Inawezekanaje? Hiyo kitu inawezekanaje? Yaani uanze ama nianze ama tuanze kumwombea mtu aliye uwa wa Tanzania, sini bora niombe Mungu tu asaidie mifugo yangu ikuwe vizuri, asaidie mashamba ni kuchanganya dini na siasa. Yani kuanza ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuwaambia watu e, wa kanisa waanze kumwombea mtu aliyeua wa Tanzania, huko ni kuchanganya dini na siasa. Kwa sababu sisi tukiwaambia kwamba jamani, tunalia jamani, hiki msifanye hiki, hapana, mnasema sisi tunachanganya dini na siasa, msitufanye sisi ni kama ni kama misukule fulani, misukule yenu. Mnafanya ujinga wa kuua watu, wa kuteka watu. Tukiongea mnasema tunachanganya dini na siasa. Afu leo hii ne, mnaanza kuanza kutafuta misukule fulani au watu fulani ambao hawatambui ubinadamu ama utu wa Mungu ama, ama, ama utumishi ni nini, mnawabebao kama mizombi fulani hivi mnaiperekesha kwamba unajua e, tunaomba mtuombee, eh? Muombe mheshimiwa rais, mtuombee, mtuombee. Ah, hebu acheni kutuseti kama maroboti nyie. E, acheni kutuseti kabisa. Ni maombi gani ambayo mnataka tumuombee huyo kiumbe? Kwa kuna adui zaidi ya huyu aliyeua watu, anayeua watu Tanzania, kuna ama duniani kuna adui mkubwa zaidi ya muuaji? Kuna adui mkubwa zaidi ya mtekaji? kuna, kuna adui gani zaidi ya huyu? Sasa mimi niwaambie kitu kimoja, huyu ambaye mna mstiri na kumvisha vazi la kondoo kana kwamba ni mtu mwema, mimi niwaambie, hakuna mwanadamu mwenye akili labda mazuzu maroboti ma, ma aliyosetiwa mazombi, ndo anaweza kumwombea, lakini mtu mwenye akili timamu anayejua binadamu ni nini, hawezi kupoteza muda kwanza kutoa hata sauti ya kumwombea. Ni bora niombe mazao. Mungu, saidia mazao yangu nivune vizuri, saidia saidia miti niliyopanda, saidia biashara, sio kwanza kumwombea mtu kama huyu. Unaua mtu, afu unaua watu, afu tukuombe for what? Kwa lipi? Wewe nani? Tukiongea unachanganya dini na siasa hapo. Nyinyi hamchanganyi dini na siasa. Acheni kutupima akili na kutuchezea akili. Hata kama hatuna cha kuwafanya ninyi, mna uwezo kufanya chochote, isiwe kigezo ya ku, ya, ya, cha kutupelekesha kama, ma, kama, ma, kama watu tusio na akili. Pana hayo maisha? Sio hayo maisha, sio. Yani, ninyi mko tayari kuua, mko tayari kupoteza watu, hamko tayari kusikiliza vilio vya Watanzania, afu Watanzania mnawaomba, mnatuomba tumuombe kiumbe kama hicho? Ni jambo ambalo haliwezekani. Tafuteni kujua chanzo cha maumivu ama cha, cha, cha vilio vya watanzania ni nani huyo? Adhibitiwe. Kama ni rais adhibitiwe, aliyeua wa watu. Kama ni rais aliratibu, unajua ni rais aliratibu watu wauwawe, adhibitiwe, lakini sio vitu vingine. Mimi nishie hapa, kwa wakati mwingine tutaonana.